ametoa agizo zito na la kihistoria kwamba kazi zote zinazoweza kufanywa na Watanzania lazima zifanywe na Watanzania, akisisitiza kuwa muda wa kuacha ajira zichukuliwe na wageni umefika mwisho. Kauli hiyo iliyotikisa vichwa vya habari imetolewa leo Januari kumi na nne elfu mbili na ishirini na sita jijini Dodoma wakati akifungua kikao cha mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wa wizara za kisekta. Kazi ambazo Watanzania wanaweza kufanya ziachwe zifanywe na Watanzania. Tumekuwa too lenient, tumelegeza mno mashariti kwamba hata shughuli ambazo zinaweza zikafanywa na Watanzania tunaruhusu wageni wafanye. uki ukifanya kinyume chake kazi za aina hiyo hiyo, ukiwapeleka Watanzania kwenye nchi hizo hizo ambazo ambazo sisi tumepokea wananchi wao, Mtanzania hawezi kupata kazi. Sasa haya tusioneane, yani aibu. Kama tumefungua sana mlango, wataalam mbainishe maeneo hayo. Kama tumelegeza sana sheria, mbainishe maeneo hayo, tufunge. lakini kama nchi na kama serikali, lazima tujenge uwezo wa ndani na kuwajengea Watanzania uwezo wa kuweza kufanya kazi za aina hiyo. Ukienda kwenye kazi za ndani tulitunga sheria na sisi si wa kwanza kutunga sheria za aina hiyo. Kila nchi huwa ina, ina utaratibu wa kulinda ajira za watu wake, kuwalinda watu wake. Kwa hiyo na sisi tumetunga sheria, inahusiana na ajira rasmi. Maeneo mengine tumeweka kwenye masuala ya vibali, namna ya vibali vinavyotoka na inaenda mpaka kwenye ajira zisizo rasmi zile ambazo ziko kwenye e, watu ambao e, wanapambana kuzirasimisha, na, na zingine za sekta binafsi. Tulitunga sheria hiyo, lakini kumekuwepo na wimbi kubwa la wageni. Inawezekana wale aidha wenye viwanda, mawekezaji, wakatupiga pressure ya kutupeleka kwenye kona wanayotaka, watumie watu wao. Kauli hiyo imepokelewa kwa shangwe kubwa mitandaoni, ambapo watanzania wa wengi wameeleza matumaini mapya ya kupata ajira, huku wakiomba serikali kusimamia kwa vitendo maagizo hayo. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe, comment, like, na share